Kwa kampasi ya Mizengo Pinda, mradi wa HITI unafadhili majengo mawili. Kuna jengo tunaita jengo la taaluma au academic building, pamoja na hostel ya wanafunzi. Kwenye jengo la taaluma kutakuwa na chumba cha mihadhara ambacho kitakuwa na uwezo wa kuchukua wanafunzi 500 kwa wakati mmoja, lakini kitakuwa na matumizi mbalimbali mbali. kama wanafunzi ni wachache, kinaweza kugawanyika kwa wanafunzi 250. Pia kutakuwa na maabara mbalimbali mbali, kwa mfano maabara ya mazao, maabara ya wadudu, maabara ya udongo pamoja na maabara ya kuchakata asali na mazao mengine ya chakula. Na vile vile kutakuwa na ofisi za walimu na wafanyakazi wengine ambao wana taaluma na wale wasaidizi na taaluma na pamoja kutakuwa na maeneo ya kuhifadhi madawa na vitu mbalimbali. Kwa hiyo litakuwa ni jengo ambalo litaweza kuwa na, na ku kwa shughuli nyingi kwa mara moja. Inapokuja kwenye eneo la hostel. Hosteli itaweza kuweza kupokea wanafunzi wanaf tunasema wanafunzi mia nne kwa wakati mmoja, na hii ita itaweza kuhakikisha kwamba kampasi inadahili wanafunzi wengi p na itaongeza uwezo wa malazi kwa wanafunzi. Maendeleo ya mradi yanaendelea vizuri. Kwa mfano ukiangalia, kuna shughuli mbali mbalimbali zinaendelea. Tumeshafanya uchimbaji wa mashimo pamoja na msingi kwenye majengo yote mawili, na sasa hivi watu wanaendelea E, kusuka nondo kwenye bezi e, kufunga kufu, formwork kwenye hizo bezi pamoja na kumwaga zegi katika hizo bezi. Kwa ninavyomwona mkandarasi anamaliza ndani ya muda, kwa sababu u, u, crash program. U, anafanya huwa wanafanya day and night ili kumiti zile tarehe za mradi zilizopangwa, kwa atamaliza ndani ya muda na katika haya majengo mawili uh, tulianza tarehe 29 Novemba mwaka jana elfu mbili uh, na ishirini na nne, ambapo mkandarasi alikabidhiwa saiti na alitakiwa aanze na shughuli zake, lakini current hadi sasa hivi ana progress ya asilimia 4.64 hadi sasa hivi ndio ambapo. Um, kazi ambayo anaendelea nayo sasa hivi yuko kwenye sehemu ya msingi, yuko kwenye footing kwa upande wa academic lakini upande wa hostel building anafanya blinding. Malengo ya mradi ilikuwa ni mwaka mmoja na nusu, miezi 18 ambazo ni siku 546 ndio inatakiwa akamilishe. Kwa hiyo mpaka mwakani elfu mbili na ishirini na sita, tarehe 29 Mei mwezi wa tano ndio anatakiwa awe maliza mradi huo. Sisi kama wanafunzi tunategemea kunufaika kwenye mradi wa HEET kwenye hizo kwenye hosteli tuseme, zikishamaliza kujengwa wanafunzi tutakuwa ni rahisi kuishi karibu na chuo, na pia kwenye kufaulu wanafunzi, kiwango cha kufaulu kitakuwa juu kwa sababu mwanafunzi atakuwa ni rahisi kutoka kwenye hostel kuja ndani ya chuo kujisomea. Hali iko vizuri, lakini sio sana, maana kuna changamoto, mwanafunzi anatoka mbali mpaka chuo, hali ya hewa nayo, muda mwingine unakuta mvua imenyesha kwa inakuwa ni mwanafunzi anachelewa vipindi darasani. kwetu sisi ni mafanikio makubwa kwa sababu tunaamini kabisa kwamba ongezeko hili la kudahili wanafunzi kupitia maboresho yanayofanywa kwenye mradi wa HEET litakwenda kutuongezea kukuza uchumi, kukuza biashara, kukuza uzalishaji, lakini na kukuza pia uh, utoaji wa huduma za kijamii. Lakini suala lingine ambalo tunaona kwetu ni manufaa sana ni kwamba uwepo wa chuo mahali unasaidia sana, ukiacha habari ya uchumi, lakini E, najua kwamba chuo pia kinafanya shughuli za kiutafiti, na mara nyingi shughuli za utafiti zitafanyika kwenye eneo lililopo karibu, na kwa maana hiyo sisi tutapata manufaa makubwa, kwa sababu utafiti zile zitakwenda kuleta manufaa kwa wananchi kwenye shughuli mbalimbali tunazozifanya, kwa mfano mambo ya ufugaji wa nyuki, tuna mambo ya mifugo, tuna masuala ya kilimo, tuna masuala ya utunzaji wa mazingira na biashara za kaboni. Ukichukua hizo sekta chache na ukaziweka katika mazingira ya chuo maana yake ni kwamba tutakwenda kufanya kufanyiwa utafiti ambao utakwenda kuongeza uh, tija kwenye hizi sekta chache nilizozitaja, lakini hata zile ambazo sijazitaja, mimi ninaamini kabisa kwamba utafiti utakao kwa unafanywa na wataalamu mbalimbali wa SUA lakini pamoja na wanafunzi uh, wa SUA tawi la Mizengo Pinda Mpimbwe Katavi utakwenda kutusaidia sisi wote kama Wanakatavi kwa ujumla wetu. Niendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais, niendelee kumhakikishia kwamba fedha zote zinazoletwa katika mkoa wa Katavi na zitakazoendelea kuletwa tutaendelea kuzisimamia kikamilifu. Niliwaahidi uh, wanasua na wanampimbwe kwamba kuanzia siku tulipo saini mkataba, mimi mwenyewe nahamia pale Mpimbu, nahamia kwa maana ya kusimamia kwa karibu kila hatua ya utekelezaji katika mradi huu wa Hiti wa bilioni kumi na saba kuhakikisha kwamba fedha hizi ambazo mheshimiwa rais ametupatia tunazisimamia vizuri ziweze kufanya kazi yenye ubora wa hali ya juu kulingana na standadi za serikali, na tuweze kupata manufaa makubwa kama nchi, lakini kama mkoa wa Katavi na wananchi wake.